Ndugu zangu wapendwa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia baraka za kuanza mwezi mpya, mwezi Oktoba. Leo ikiwa ni tarehe mosi mwezi Oktoba, na ni mwanzo wa mwezi wa Rozari, lakini kwa namna ya pekee, kama sote tunavyojua kalenda yetu ilitujia, inatuonyesha kwamba leo ni kumbukumbu kumbu ya Mtakatifu Terezi wa mtoto Yesu bikira na mwalimu wa kanisa, na kama wengi wetu pia tunavyojua pia ni msimamizi wa kanisa kuu, kanisa ile yenye kiti, msimamizi wa jimbo letu kuu la Tabora, msimamizi wa parokia ya Ndono, msimamizi wa shirika la masista wa Iringa ambao hapa Tabora wanafanya kazi katika parokia zetu parokia Skonge, Ndono na wako hapo pia Kariako. Ni msimamizi pia wa masista wa Bukoba wanaosimamia shule ya sekondari ya mtakatifu Margarita Maria Alok Alakok, Igunga, kwa masista ya mabinti wa Maria. Pia ni msimamizi wa pili wa shirika lakini pia ni msimamizi wa mtu mmoja mmoja wale ambao wamechagua majina hayo au wazazi wamewachagulia. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa kusema hivyo, nataka kusema hii ni sherehe kubwa sana, ni sherehe ya wote, ni sherehe kumbakumba. Naomba tumshukuru Mungu kwa makofi na vigelegele na shangwe nyingi sana. lakini pia sherehe hii ni fursa kwetu sisi sote, ni fursa nyingine ya kufanya hija, kusali katika kanisa hili kuu la jimbo, ambalo ni moja kati ya makanisa yaliyotengwa kufanya hija. Kanisa ile lenye kiti ni kanisa pia la hija, na lengo kuu la kukusanyika kwa uwakilishi kutoka parokia zetu mbalimbali mbali za jimbo na taasisi ni kukuza umoja wetu wa wanajimbo kama familia, kama jimbo. Tuko familia moja, tuko moja wa Kikristo. Na tunapenda pia tuitumie fursa hii kukumbushana wajibu na majukumu kuijenga familia hii ambayo ni jimbo. Nitaomba mniruhusu katika tafakari yetu hii tuiweke katika sehemu kuu mbili, yaani baada ya kumaliza sehemu hiyo ya utangulizi. Sasa tufanye tafakari na tafakari hii tuiweke katika sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza, ningependa tushirikishane kidogo juu ya maisha ya mtakatifu Theresia wa mtoto Yesu, na sehemu ya pili itakuwa ni tafakari ya neno la Mungu sambamba na maisha yake na maisha yetu sisi sote. Sehemu ya kwanza. Maisha ya Mtakatifu Theresia wa mtoto Yesu, alizaliwa Alison Ufaransa, mwaka 1873 na, na alijiunga na shirika la wakalimeli huko Lisiu Ufaransa, mwaka 1888 ndio na maana wakati mwingine anaitwa Theresia wa Lisiu kwa sababu ndio mahali ambapo alijiunga shirika la kitawa na akawa mtawa. Aliishi maisha ya kawaida kabisa, lakini aliyojawa fadhila za kiutu, hasa utii na unyenyekevu, lakini vile vile fadhila za Kimungu, yaani imani, matumaini na mapendo. Na kwa kweli aliyatoa maisha yake yote kwa ajili ya wokovu wa roho za watu. Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu anafahamika pia kama wa mtoto Yesu kama ambavyo tayari nimesema, uwa dogo au uwa la upendo, kwa sababu alipenda kumfuasa Yesu katika unyenyekevu wake, aliyechukua ubinadamu wetu, akajidogosha akajinyenyekeza hivi akaanza katika hali yetu ya unyonge na udhaifu kama mtoto mchanga, na baadaye tunaona kwa mifano ya maisha na mafundisho yake, akaingia moja kwa moja katika ile kazi aliyopenda kutimiza ku, ya utii kwa Baba yake kuweza kutuletea ukombozi. Mtakatifu Theresia wa mtoto Yesu alitamani kuwa misionari mahali fulani. Anasema, na hapa namnukuu: ningependa kusafiri duniani pote nikilihubiri jina lako na kuusimika msalaba wako mtukufu katika nchi za wapagani. Siku hizi tunapata shida sana kusema kwamba kuna mahali fulani watu ni wapagani, karibu kila mahali watu ambao ama walikuwa hawa hawaamini au hawajaanza kuabudu katika dini ratibishi tunaozifahamu lakini basi walikuwa wanaamini basi walau hata katika dini za jadi au imani fulani walikuwa na, na imani fulani kwamba e, walijiweka katika nguvu za Mungu kwa namna yao na kwa jinsi yao. Basi kila, kila, kila lugha inazungumzwa kwa kadiri ya mazingira na wakati. Basi Mtakatifu Teresa ya mtoto Yesu alitamani kuja kufanya utume katika nchi za misioni, lakini hakuweza kwa sababu ya shida ya afya Nafahamu alijiunga shirika akiwa na umri wa miaka 15 eh, mwaka huo 1888, na ni baada ya miaka tisa tu akiwa na umri wa miaka 24 basi aliitwa na muumba wake, basi hakuweza, lakini hata hivyo amefanywa kuwa mtakatifu msimamizi wa nchi za misioni. Anatufundisha juu ya utakatifu kwa njia ndogo. Moja kati ya mambo ambayo imfanya eh, anyunyuliwe kwa hadhi ya ualimu wa kanisa ni huo mchango wa pekee aliotoa katika mafundisho eh, ya, ya, ya, ya, ya kiimani. Fundisho la pekee, yaani njia ndogo, kuupata utakatifu kwa njia ndogo. Kuupata utakatifu kwa njia ndogo ni kitu gani hiki? Yaani yeye ana aliamini na alifundisha na kusema kwamba mmoja anaweza kuupata utakatifu kwa kufanya mambo ya kawaida kabisa, lakini kwa upendo mkubwa. Alifariki tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 1897 akiwa na umri wa miaka 24. Aliahidi atakapo atakapofika mbinguni atatutendea mema sisi tuliopo duniani. Yaani atatunyeshea mvua ya mawaridi au neema tele. Natumaini anayafanya hayo hata sasa. Ndio maana anapendwa sana karibu na watu wote na watu wa nchi zote. Ndugu zangu wapendwa sana, maisha ya Mtakatifu Terezi wa Mtoto Yesu yanatukumbusha wazo la uaminifu kwa Mungu, utii kwa Mungu, lakini pia imani, matumaini na mapendo kwa Mungu na kwa jirani. Sasa huu uaminifu na mapendo, kwa mfano mtakatifu Theresia wa mtoto Yesu, wakati fulani, ni kati ya changamoto tunazokabiliana nazo. Katika somo la kwanza tumemsikia Nehemia anawekwa kama kielelezo kingine kwetu. Yeye alikuwa mtu wa kawaida aliyetumia rasilimali zake kujenga ukuta wa Yerusalemu akiamini kwamba ni mji wa Mungu, akiamini kwamba ni mji mtakatifu wa Mungu. Tunaweza kusoma kitabu hiki cha Nehemia sura ya pili aya ya tano. Na leo, ndugu zangu, kwa mfano wa Mtakatifu Theresia wa mtoto Yesu, kwa mfano wa Nehemia, tunaona watu maelfu na maelfu wanaojitoa sadaka kwa hali na mali kwa kazi za Mungu na kanisa lake. Ndio maana, ndiyo maana ndio maana sisi pia hatupendi kubaki nyuma. Katika somo la pili, kama tulivyolisikia kwa waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya kumi na tatu aya ya nne hadi ya kumi na tatu, Mtume Paulo anawakumbusha Wakristo wa wakori, Korinto kuwa upendo hutufanya kuwa wavumilivu na wema. Zimetajwa hapo sifa za upendo tumesikia Upendo huvumilia yote, husadiki yote, haujivuni, eh, hautafuti mabaya na mambo kadha wa kadha. Kumbe tunaona katika somo hilo mtakatifu Theresia wa mtoto Yesu akiwa katika mahangaiko ya maisha yake, naye alisoma sehemu hii ya maandiko matakatifu tuliyosoma leo. Alisoma sura ya kumi na mbili na ya kumi na tatu yote ya Waraka huu wa Kwanza wa Mtume Paulo kwa Ko, Ko wa Korinto na alipata majibu ya maswali yake. Anasema na hapa namnukuu, ni upendo tu unaowafanya wanakanisa kuwa watendaji, na kwamba upendo ungekwisha, mitume wasingehubiri habari njema, na mashahidi wasingemwaga damu yao. Upendo ni kila kitu, upendo unakumbatia nyakati zote, upendo upo mahali pote, upendo ni wa milele. ndicho anachotuambia Kristo katika injili ya leo kwamba kumfuasa kwa mfano wa mtakatifu Terezia wa mtoto Yesu kuna tudai kumpenda yeye kuliko vyote, tunaalikwa kumfuata bila kuchelewa. Tumsifi Yesu Kristo. Kristo tumaini letu, tunaalikwa kumfuasa Kristo bila kuchelewa. Mwisho, napenda kuwakumbusha tena kwamba leo tumeanza rasmi mwezi wa Rozari Takatifu, na mtakatifu Teresa wa mtoto Yesu alikuwa na mapendo makubwa kwa mama Bikira Maria. Sehemu fulani anasema, hapa namnukuu: wakati nilipokuwa nikipiga magoti mbele ya sanamu ya mama Bikila Maria Mshindaji, wakati huo ndipo niliporudishiwa furaha yangu kikamilifu. Yeye kila wakati alipopiga magoti mbele ya sanamu ya mama Bikila Maria Mshindaji, kama alikuwa na huzuni, alikuwa na hofu, wasiwasi, mashaka na hali ya kukata tamaa, hapo ndipo aliporudishiwa furaha yake, akaanza kubatasamu na kucheka sana moyoni na katika uso wake, akaonyesha uso angavu. Nasi kama Mtakatifu Terezi wa Mtoto Yesu, twende kwa mama, twende kwa mama yetu Mama Maria, si kwa hofu, ila kama watoto wanaomkimbilia mama yao kwa upendo na imani kwake tukimfuasa Yesu pia kwa njia hiyo ya lozari takatifu. Herini sana kwa sherehe ya leo, na Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.